Kanda yetu ya kusini inahusisha mikoa mitatu: Mtwara, Lindi na Ruvuma. Katika hiyo mikoa mitatu ambayo inaunda kanda ya kusini, kazi zetu kubwa ni kudhibiti visumbufu vya mimea pamoja na viuatilifu kupitia katika kaguzi za shehena mbalimbali za mazao, shehena za viuatilifu, pamoja na shehena za bidhaa za mazao ambazo zinadhibitiwa zina, zina na mamlaka. Kwa tumekuwa tukifanya katika mipaka yetu, kwa sasa hivi tuna operate katika mipaka bandari bandari ya Mtwara, tupo kwa ajili ya ukaguzi wa shehena hizo, lakini pia tupo katika mpaka wa Kilambo na mpaka wa Mtambaswala kwa ajili ya kudhibiti visumbufu visingie nchini kwetu. Tunafanya pia kaguzi za viwatilifu katika maduka ya viwatilifu kwa ajili ya kuangalia kudhibiti ubora wa vile viwatilifu ili vikija kutumika shambani viweze kuleta tija katika kilimo. Kwa hiyo tunakagua maduka ya viwatilifu ya rejareja na jumla, lakini pia tuna maghala ya viwatilifu pia tunakagua. Tuna Tumekuwa pia, kazi yetu nyingine tukifanya, ni kutoa mafunzo kwa wakulima juu ya matumizi sahihi na salama ya viwatilifu. Kazi nyingine ambayo tumekuwa tukifanya kwenye kanda kudhibiti visumbufu vya milipuko. Kwa mfano, katika kanda yetu ya Kusini, kisumbufu cha mlipuko ambacho kimekuwa kikituletea changamoto sana ni kisumbufu aina ya panya. Kwa kwa kushirikiana na na, na, na kituo cha udhibiti wa uh, panya kacha rodents, tumekuwa tukishirikiana nao katika kudhibiti hivyo visumbufu vya mlipuko endapo inakuwa inatokea. Tunazidi kuwa wa kuwahamasisha wafanyabiashara waweze kuku, kupitisha mazao yao au bidhaa zao za kilimo katika mipaka ambayo iliyo rasmi, baada ya kufata taratibu zote za usafirishaji wa mazao. Kwa kupitia mifumo yetu imekuwa ni rahisi sana, hata akishakamilisha taratibu zote kupata cheti cha usafi wa mazao haichukui muda mrefu sana, yani within two second, ukishakamilisha mazao unapata unapata cheti chako. Baada ya kukaguliwa na wakaguzi wetu na kusimamiwa uh, treatment kwa mazao ambayo yanahitaji treatment. Ofisi yetu ya kanda ya kusini ipo katika mkoa wa Mtwara na tunapatikana katika jengo la bodi ya Korosho, ghorofa ya pili. Ukifika ghorofa ya pili utakuta kuna vibao vimeelekeza kabisa. Kituo hiki kinapatikana katika mkoa wa Mtwara, imepakana na nchi jirani ya Msumbiji. Kituo hiki kinajishughulisha na kazi za ukaguzi wa mazao pamoja na viuatilifu. Kwa muda mrefu kituo hiki nakuwa kinapokea mizigo kutoka Msumbiji, products zitokana za kilimo, kwa mfano karanga, e, soya, mbaazi na mazao ya jamii ya mikunde kunde kama kunde na mengineyo. Upande wa kituo hiki kutoka hapa kwenda Mozambiki mara nyingi unasafirisha kupeleka kule, tunatoa huduma katika products za unga mahindi pamoja na jamii ya viazi mviringo na mazao kama ya bostani kama nyanya na mengineo kwa uchache. Matumizi ya mfumo wa kilimo ni mfumo ambao unaotumia a biashara ambao wanasafirisha a wa mazao kama ya unga kwenda nje na wanaoingiza hizo products kama karanga, soya baadhi kutoka nchini Msumbiji kuja Tanzania wana mfumo wa kilimo. Sisi hapa tunahusika katika ukaguzi na kutoa zile faito kwa ajili ya wale wanaosafirisha kwenda nje. Kwa kifupi, napenda kuwatoa hofu ku wafanyabiashara kwamba utaratibu wa kuingiza mazao nchini au kusafirisha kwenda nje ni utaratibu rafiki, utaratibu ambao ukifata taratibu, kuna tatizo lolote, unaweza kufanya biashara o kwa uhuru na ukapata huduma zinazostahili, ila usumbufu wa aina yoyote. Kwa hiyo kupitia adi hii, nitoe wito kwa wafanyabiashara wote ambao wanapitisha mazao yao katika eneo hili na kituo cha ukaguzi TPHPA Mtambaswala boda waje na huduma watapata kwa wakati na huduma ambazo zipo katika viwango vinavyohitajika. Bandari ya Mtwara, mazao yanayosafirishwa kwa wingi hapa ni zao la korosho, lakini msimu huu tumepata bahati ya kusafirisha pia na zao la mbaazi. Vilevile tuna mazao ya bustani kwa kiasi, ambayo yanaenda katika nchi za Komoro na Msumbiji na mazao mengine mchanganyiko lakini ni kwa uchache. Aa, kwa misimu ya hivi karibuni tumekuwa tukisafirisha korosho na kwa msimu wa mwaka 23, 24 tulisafirisha korosho tani laki tatu na elfu thelathini na saba kwa msimu wa 23, 24 na tulitoa vyeti vya usafi elfu moja na mia tano na kumi na moja tunashukuru kwamba uongozi ulituona ukatuongezea wakaguzi na tunashukuru Mungu. Msimu wa mwaka ishirini na nne ishirini na tano kiwango cha usafirishaji wa korosho kiliongezeka katika bandari yetu ya Mtwara ambapo kuwa kuna ongezeko la zaidi ya tani laki moja ambapo tuliweza kusafirisha tani laki nne na elfu thelathini na tisa na tuliweza kutoa vyeti vya usafi elfu mbili na mia moja na sabini na moja na tunashukuru kwa kuongezewa vitendea kazi ilitusaidia kuzifuta nani compliance zote ambazo tulizipata hamsini. Kwa hiyo msimu wa mwaka 24 25 hatukupata compliance ya aina yoyote, yakiwa hayo ni mafanikio makubwa ambayo tuliyapata katika msimu wa 24-25 na ikiwa ni matokeo ya kuongezewa vitendea kazi pamoja na watumishi. Bandari ya Mtwara imekuwa ikipitisha uh, viwatilifu aina ya salfa na msimu wa mwaka 23-24 tulipokea salfa tani 1017 na msimu huu wa mwaka 24-25 tunategemea kupokea salfa tani 8000 tupo katika mpaka wa Kilambo ambao unatenganisha nchi ya Tanzania pamoja na Msumbiji. Mpaka huu ni mpaka hai ambao unapatikana Mtwara, ni mpaka ambao ulikuwa umefungwa kwa takriban miaka minne na ulifunguliwa rasmi tarehe nane mwezi wa tisa mwaka ishirini ishirini na tatu. Baada ya mpaka wa kufunguliwa, biashara za, za kilimo ziliendelea kati ya nchi ya Tanzania pamoja na Msumbiji. Na baada ya, ku, ya mpaka wa kufunguliwa, mamlaka ya afya mmea na viwatilifu iliandaa mpango kazi kukihudumia kituo cha mpaka wa Kilambo wa kuwaleta wakaguzi wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu ili waweze kufanya kazi za ukaguzi wa mazao yanayotoka na yanayoingia nchini. Baadhi ya wafanyabiashara wameweza kujisajili kwenye mfumo na wanafanya maombi kupitia mfumo wa ikilimu. Mazao ambayo yanapita kwa wingi ni mazao ya bustani, tunasema ni mbogamboga pamoja na matunda. Kwa mwaka ishirini na tatu ishirini na nne jumla ya tani arobaini na tano nukta tano nane zilikaguliwa za mazao mchanganyiko kupitia mpaka wa Kilambo lakini tulifanikiwa kutoa cheti kimoja cha usafi. Kwa mwaka 2024 2025, tulifanikiwa kukagua tani elfu moja na 48 za mazao mchanganyiko lakini tulifanikiwa kutoa vyeti vya usafi mia moja kumi na sita. Wito wangu mimi ninatoa kwa wafanyabiashara waweze kujisajili kwenye mfumo, lakini pia waweze kutumia ofisi zetu ambazo zinapatikana hapa mpaka wa Kilambo, ili tuweze kukagua mazao haya na kudhibiti visumbufu visiingie nchini wala kutoka.